Na tuelekee mkoani Lindi ambako kaya zaidi ya 180 katika kitongoji cha Mageuzi kijiji cha Makangaga kata ya Kiranjiranji ranji wilaya ya Kilwa mkoani Lindi zimekosa makazi baada ya mvua kubwa kunyesha na nyumba na mashamba yao kuzingirwa na maji. Wakizungumza kijijini hapo, waathirika wa tukio wa hilo wamesema mvua ilianza kunyesha saa tisa usiku na walipoamka asubuhi wakashangaa kuona maji yamejaa, hivyo kuwa lazimu kujikusanya kwenye vichuguu, huku wengine wakitumia mitumbwi ya asili kujiokoa. Mwandishi wetu Martina Ngurupi ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Kilwa mkoani Lindi. Kutokana na tukio hilo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kilwa pamoja na ile ya mkoa wa Lindi ikiongozwa na mkuu wa mkoa huo Jordan Rugimbana ilitembelea eneo hilo kwa lengo la kujionea athari, ambapo ilishuhudia eneo hilo likiwa limezungukwa na maji huku wananchi wakiwa katika harakati za kujiokoa kwa kutumia mitumbu ya asili ambayo ilionekana ni hatarishi kwa usalama wao na kuamuriwa kupelekwa boti moja ya idara ya mali asili kutoka wilayani Kilwa ili iweze kutumika kuwaokoa watu waliokwama katika eneo hilo na kuwapeleka kwenye eneo salama. Mvua imeanza juzi usiku saa tisa, baada ya hapo tumeamka tumeyakuta maji yamejaa. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Kilwa Juma Njwayo amewaomba wakazi wanaoishi katika kitongoji cha mageuzi hususan katika maeneo hatarishi kuhama mara moja katika kipindi hiki ambacho mvua zinaendelea kunyesha. Tumemwomba mkuu wetu wa mkoa awatake watu roj, kufanya ya yale, wa kufanya tathmini haraka kwa sababu katika maeneo yao yale mwanzo wa kitongoji na, na maeneo ya Mtonyange yako madaraja yale, madaraja yale hatuna hakika sasa kama yako mazima au yameharibika lakini watu watano ndio walipopewa taarifa, wapo site wakati huu unavyoongea, ili wakifanya tathmini ya hali ya madaraja yale, ambapo naamini mchana huu taarifa watakuwa wametoa. Kuhusu uvumi unaoenezwa na baadhi ya watu kwamba kuna baadhi ya wananchi wamefariki kutokana na mafuriko hayo, mkuu wa wilaya anasema kauli iliyoungwa mkono na mwenyekiti wa kitongoji. Baada ya kufika pale na hayo yote kubainishwa, ilibainika kwamba hakuna hata mwananchi mmoja ambaye amefariki. Lakini pamoja na hayo yote, hali ni amani, hakuna mlipuko wote uliotokea na hakuna aliyojeruhiwa wala hakuna aliyofariki mpaka hatuaji. Sasa hivi, kwa leo tumefika tena asubuhi, tunaendelea kuwavusha watu kama mnavyoona. Wahanga ambao wamekosa ndugu na jamaa hivi sasa wamehifadhiwa katika shule ya msingi Makangaga, huku timu ya wataalamu wa afya kutoka wilaya ya Kilwa wakiweka kambi katika eneo hilo kwa ajili ya kutoa huduma za afya ili kuondoa uwezekano wa kutokea kwa magonjwa ya milipuko kama vile kipindupindu. Nikiripoti kutoka Kilwa hapa mkoani Lindi, Martina Ngurumbi, TBC.